JPTV habari usisahau ku subscribe ku like na kushare pamoja na ku comment. Karibuni sana majukumu na madhumuni ya kuonyesha jumuiya hii ilikuwa ni kusimamia na kutetea maslahi ya vijana katika Sema. nchi hii hatuwezi kutatua matatizo yetu au changamoto zetu kwa kuyafumbia macho tukiamini kwamba NETO yeah, kirefu chake wanajiita kwamba Non Employed uh, Teachers Organization waliweza kufanya mkutano na waandishi wa habari pale Dar es Salaam. Sasa sisi kama umoja wa vijana tuliwasikiliza vizuri mkoa wa Mwanza tunawaunga mkono, tunaunga mkono na wajibu wa Simbachawene alizungumza kwamba wale vijana wamepanga kukutana nao hivi karibuni Dodoma na waziri husika. Kuna kipindi kingine Uh, naibu waziri rafikiri wa TAMISEMI alikuwa anazungumza bungeni wakati anajibu swali kuhusu wa, uhaba wa watumishi katika, katika nchi yetu. Alitoa pendekezo kwamba watatoa room kwa wakurugenzi wa halmashauri ikiwezekana, waweze kuajili ajira za nini za mikataba huyu. uh, hapo ni, ni mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Mwanza alijitokeza hadharani uh, na kuunga mkono vijana wa walimu waliokosa ajira maarufu kama NETO na unemployed teachers, uh, na kuwasemea na kuwasimamia kwa sababu yeye kama mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Mwanza ni kijana, lakini hata wanachama wake ambao anao katika e, chama chake kuna vijana ambao ni walimu waliokosa ajira toka mwaka elfu mbili na kumi na tano mpaka hivi leo tunavyoongea. Kwa hiyo amewaunga mkono, kajitokeza hadharani na kuwasemea yeye kama mwenyekiti haya. Kesho Jumatatu, ndo siku ambayo walimu wasio na ajira nchini Tanzania, waziri George Simbachawene aliwaomba aonane nao azungumze nao liwatoe mawazo yao, pengine waza wakaishauri serikali mambo mazuri, kama tulivyoongea kwenye mjadala wetu hapo jana a... Juma Musa alisema vijana hao hawahitaji mazungumzo, vijana hao wanahitaji ajira. Kuna komenti nilikusomea, eh shabiki mmoja alitoa takwimu zake, kasema kwamba vijana hao ni kama elfu kumi na nne tu, TAMISEMI wanaweza kuajiri wote na kuondoa tatizo, lakini vilevile tukumbuke kwamba serikali ah, yaendae mazingira sa mazuri kwa vijana katika swala la ajira pamoja na kujiajiri. Hapa ni JPTV habari za uhakika. Mimi naitwa direkta Almasi, asanteni sana, msisahau kusubscribe, kulike na kushare. Vile vilevile weka komenti yako hapa chini kwa chochote ambacho unajisikia kutushauri, tutapokea. Asanteni sana.